Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 mkoa wa mjini Magharibi. Chama cha Mapinduzi CCM kinaelewa kuwa mkoa wa mjini Magharibi kama moyo wa Zanzibar unahitaji mfumo wa elimu unaokidhi mahitaji ya karne ya 21. Ndiyo maana kupitia Ilani ya 2025-2030 kimeahidi mageuzi makubwa ya elimu. Kimeahidi ujenzi wa skuli mpya za kisasa zenye vifaa na miundombinu inayostahili. Miradi hii inatarajiwa kufanyika katika maeneo 16 yenye ongezeko kubwa la watu. Ujenzi wa dahalia, yani yaani hostels katika maeneo ya Lumumba na Mikindani. Faida zilizokusudiwa baada ya kukamilika: kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani na kuwezesha shule kuendesha masomo kwa mkondo kuongeza ufaulu wa wanafunzi na ufanisi mzuri wa walimu madarasani, kupatikana kwa elimu bora na dira mpya ya mustakabali mzuri wa maisha ya wanafunzi. Oktoba tunatiki.